Nachomkumbusha rais right? Kwamba ikitokea mtanzania yeyote kwenye kijiji chochote nchi hii kwenye mtaa wowote akifa kwa njaa, lazima rais aubebe huo mzigo, na katiba imeweka, katiba imeweka utaratibu wa kisheria. Ibara ya 46 a ya katiba inasema bunge linaweza kumshtaki raisi na moja ya makosa ambayo rais anaweza kushtakiwa nayo ni kudhalilisha kiti cha urais. Rais ambaye anawatisha wananchi, rais ambaye anawaambia wananchi kwamba serikali haitafanya chochote. Rais ambaye anawaonea wananchi wake. Rais huyo anadhalilisha kiti cha urais. Kwa sisi, mjadala wa njaa tunaufunga. Na tunaufunga kwa kumwambia rais. Kwamba, akitokea Mtanzania yoyote amekufa kwa njaa, tutapeleka so, bungeni hoja ya kumshtaki rais, kwa sababu amekiuka kiapo chake ili aondolewe madarakani. Ha, huko nyuma huko huko nyuma, huko nyuma nyuma ilikuwa ni rais CCM kuburuza upinzani kwa sababu wabunge wa upinzani na nyinyi wabunge walikuwa hawafikii idadi ambayo inaweza kumshtaki rais sababu ili uweze kupeleka mashtaka dhidi ya rais bunge linahitaji unahitaji wabunge asilimia ishirini ya wabunge wote. Leo hii wabunge wa upinzani ndani ya bunge ni asilimia thelathini na mbili. Kwa hiyo tunayo orodha ya kutosha ya wabunge kupeleka hoja ya kutokuwa na imani na rais. Tumwombe Mwenyezi Mungu atuepushe na huu ukame unaoendelea, tumwombe Mwenyezi Mungu atuepushe na njaa. Tumwombe Mwenyezi Mungu aelete mvua za kutosha ambazo hazitaharibu mazao ya wananchi ili Watanzania wasipe kwa njaa.